Leo wanafanya pitching ili waweze kusema wanafanya biashara gani e, wanahitaji nini, zile changamoto wanaweza kupitia e, na sisi kama serikali na mashirika mengine tunaweza kuingilia wapi ili tuweze kuwainua katika hizo biashara wanafanya. Kuna wale ambao vijana ambao wako na ujuzi na hawana certificate, so tutawezesha kuwapatia mtihani na nita ili waweze kupata hizo eh, certificates. Kwa la business exhibition kwanza ni ku, kuwaleta karibu wanabiashara wadogo wadogo pamoja na wale stakeholders, ambao lengo kuu hasa kuwaleta karibu na stakeholders ni kuwa hizi small businesses ziweze kuwa supported na ziweze kuenuka kusaidia vijana. Mrande wa tuliuleta Eh, kupunguza hizi kesi za juvenile gangs, na ndio maana tuka identify maskani ambao tunajua juvenile gangs ndio sosi yao. Hizo hizi talent tumezipata kutoka zile vikundi za kule maskani, na lengo kuu na kuinua hizi biashara ni kuwa vijana wawe na alternative way za kujikimu kimaisha. Kama itawezekana ama tutapendezewa, tutapende, zaidi sisi wasichana tufunzwe zaidi, kwa sababu kazi za mikono ziko majamvi, mifumbu But mafunzo ndo hatuna time tuko nazo, lakini mafunzo hatuna, hakuna sitaka pesa, kila mtu anataka pesa. But how am I going to find that money yenye itani support mimi na familia yangu? Ni biashara, through business, through kujitolea ama kukuzwa kutoka nje, ili kuweza kupata ile pesa. Tutaka kupata pesa kwa njia ya halali. Most of us tunazaa kabla wakati wetu juu ya pesa. Za nashukuru pia kwa hili shirika la Chet kuleta huu mradi wao wa, wa, wa Broad, Broad Talent Initiative, ambalo limetufanya kupata mafunzo kidogo na kujua jinsi gani ya kufanya biashara na kuhandle vile inavyotakikana.